Bonny Online TV. Ni wazi katika siku za karibuni vyama mbalimbali vya upinzani nchini Tanzania vimeonekana kuwa karibu zaidi kwa maana ya muunganiko ambao unawakutanisha vigogo wao wa vyama mbalimbali hususan mbali, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA na ACT Wazalendo, vilevile CUF ya Maalim Seif Sharif Hamad wamekuwa wakiungana sana. Utakumbuka kwamba kuna muungano ule wa vyama sita vya upinzani ambapo, uh, uliandaliwa na Maalim Seif Sharif Hamad, wakakutana Zanzibar, wakaja na kitu kinaitwa azimio la Zanzibar wakatanga za mwaka 2019 kama mwaka wa kudai demokrasia na mwaka ambao pia unatangaza wafungwa wote walioko mahakamani kwa kisiasa kwamba ni wafungwa halali rasmi, kuna wame wame wa kisiasa huku, na maazimio kadhaa ambayo wamekuwa wakiyatangaza siku hadi siku. Na sasa hivi bwana, nataka nikwambie kitu kimoja kwamba bado muunganiko huo umekuwepo pia katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii uh, katika mambo mbalimbali ambako mbali tunakutana na tweet moja ya Halima James Mdee. Huyu ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema, ana tweet uh, kwamba ni kweli kabisa uh, mahakama imeingiliwa na inaingiliwa sana na executive. Uh, lakini ni ukweli vile vile katika muhimili huu ulioingiliwa kuna mahakimu na majaji mmoja mmoja ambao wanafanya kazi zao kwa ueledi pasipo kujali vikwazo toka nje hatutaki kubebwa tunataka haki itendeke. Ni kweli kabisa mahakama imeingiliwa na inaingiliwa sana na executive, lakini ni ukweli vile vile katika muhimili huu uh, ulioingiliwa kuna mahakimu na majaji mmoja mmoja ambao wanafanya kazi zao kwa weledi pasipo kujali vikwazo toka nje. Hatutaki kubebwa tunataka haki itendeke. Hasa chanzo cha Halima James Mdee kutweet hivyo, kuna mtu mmoja anaitwa Sixi Mzazi Jembe, yeye alitweet kwamba Uh, mahakama hii hii mnayosema bwana mkubwa akaiweka mfukoni, kwa hivyo leo kaitoa au? Ndio uh, tukishinda sisi refa alikuwa fea, ila ukifungwa refa eh, ukifungwa refa kanunuliwa anahoji. Six uh, mzazi Jembe kwamba mahakama hii hii mnayosema bwana mkubwa akaiweka uh, mfukoni, kwa hivyo leo kaitoa au au ndio tukishinda sisi, refa alikuwa fea, ila uh, ukifungwa refa kanunuliwa anahoji. Kwa um, hivyo, baada ya six mzazi jembe ku tweet hivyo juu yake, ndo Halima James Mdee akamjibu. Lakini mzizi kabisa wa tweet hii Halima Mdee ulitokana na hapa ambako Halima James Mdee alitweet kwamba hongera sana CUF, hii ni hatua muhimu sana kwenu kuelekea ushindi kamili, ni ushindi wa wapinzani wote wa kweli Tanzania kwa msajili wa vyama vya siasa aliye geuza tawi la CCM Jaji Mutungi. Duniani tunapita nafasi tunazoshika ni za muda tu, tutaziacha na mtaani tutarejea mzizi rasmi wa hizo twiti za mwanzo lizokuambia lizo za six jembe pamoja na Halima Mdee, ni hii tweet namba moja ambayo alitweeti Halima kwamba, hongera sana CUF. Hii ni hatua muhimu sana kwenu kuelekea ushindi kamili. Ni ushindi wa wapinzani wote wa kweli Tanzania. Kwa msajili wa vyama vya siasa aliyejigeuza tawi la CCM Jaji Mutungi, duniani tunapita nafasi, tunazishika ni za muda tu, tutaziacha na Tani tutarejea, lakini uh, Halima ali kabla wakati ana tweet hivyo alichukua kipande tu cha sehemu ya taarifa ambayo iliwekwa kwenye mtandao wa Twitter na ndugu zetu wa gazeti la Mwananchi, kwa maana Mwananchi newspaper ambao walitweet kwamba Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam imetengua uteuzi wa wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama cha CUF wa kambi ya mwenyekiti anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba kwamba Mwananchi newspaper walitweet kwamba Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam imetengua uteuzi wa wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama cha CUF wa kambi ya mwenyekiti anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa uh, Profesa Ibrahim Lipumba. Hasa baada ya lima kuiona hile ali retweet kwenye twitter yake, alafu akaandika tweet ambayo nimekusomea juu, alafu chini yake sasa, aka yule 6 jembe aka tweet pale, akasema kwamba ninyi mnaosema bwana mkubwa akaweka muhimili huu mfuko ni, sasa mkishinda nyie, mnasema kwamba uh, refa alikuwa fair, lakini mkishindwa mnasema kwamba bwana mkubwa ameweka mhimili mfukoni, alioji na alima ndo akamjibu kwamba ni kweli katika hao bwana uh, Uh, kabisa mahakama imeingiliwa lakini katika hawa hao majaji katika huo mhimili kuna majaji na, na mahakimu ambao wanafanya kazi zao kwa weledi pasipo kujali vikwazo toka nje, na anasema kwamba wao au, kama wapinzani hawataki kubebwa, kube, kube, wanachotaka ni haki itendeke, lakini chanzo cha haya yote sasa ni mapema hiyo jana ambapo mahakama kuu ya Tanzania, uh, ilitoa uamuzi wa kesi kuhusu mvutano wa wajumbe wa bodi ya wadhamini ya chama cha wananchi CUF ikiwakataa wajumbe wapya waliokuwa wameteuliwa na timu ya Lipumba, Profesa Ibrahim Lipumba na timu ya Seif Maalim Sharif Hamad. Kupitia hukumu hiyo iliyosomwa jijini Dar es Salaam, mahakama kuu ilieleza kuwa wajumbe wa pande zote mbili hawakukidhi vigezo kwa vya, uh, vya kuwa wajumbe wa bodi ya wa wadhamini, hivyo uteuzi wao umetenguliwa. Aidha, ingawa wajumbe wa pande zote mbili walikataliwa, uamuzi huo ulipokelewa kama ushindi na kambi ya Maalim Seif, kwani inamaanisha kuwa wajumbe waliokuwepo awali wanaendelea licha ya muda wao kuisha pale uchunguzi, au, uchaguzi mwingine utakapofanyika. Katika kesi ya msingi mbunge wa Malindi CUF anaitwa Ali Sale alikuwa akipinga uamuzi wa wakala wa usajili udhamini na ufilisi, yani Rita kuwapitisha wajumbe waliopendekezwa na kambi ya Profesa Ibrahim Lipumba kuwa wajumbe wapya bodi hiyo. Profesa Lipumba ndiye mwenyekiti wa CUF anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mgogoro wa madaraka ndani ya chama uliibuka baada ya Profesa Lipumba kutangaza kuairisha uamuzi wake ya wenyekiti katika harakati za kampeni za uchaguzi mwaka 2015. Lakini uh, mwaka mmoja baadaye, Profesa Ibrahim Lipumba alirudi na kutetea nafasi yake hiyo na kusema no, mimi ndiye ambaye nilikuwa mwenyekiti uh, wa halali wa Kafu, na barua yangu ya kujiuzulu hamkuijibu. Kwa hiyo nataka nikalie kiti changu, swala ambalo alifanikiwa, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi uh, hasa ile sheria ya vyama vya siasa inafahamika kwamba yule aliye mwenyekiti aliyechaguliwa na chama fulani na jina lake likapelekwa kule na taratibu zote zikafuatwa, huyo ndio mwenyekiti halali mpaka uchaguzi utakapofanyika. Sawa. Kwa hivyo chama hicho hivi sasa kimegawanyika katika kambi mbili, hali ambayo inaashiria utendaji pa, uh, pamoja na utendaji kazi kushuka kidogo, pamoja na kuzuka kwa migogoro na matumizi ya ruzuku. Na baadaye sasa, baada ya mahakama kutoa hukumu hiyo, katibu mkuu um, wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad, yeye aliita waandishi wa habari katika ofisi zao zilizoko pale Magomeni, Dar es Salaam, aka miongoni mwa mambo aliyozungumza ni pamoja na kumuomba CAG kwenda kufanya ukaguzi kwa maalum kwa fedha za ruzuku zinazotolewa na msajili wa vyama vya siasa kwa kulipa, eh, kwa kumpa Profesa Lipumba na wenzake kwa kipindi chote ambacho walipata uhalali kutoka Rita. Maalim Seif alitoa kauli hiyo muda mfupi baada ya mahakama kutengua uteuzi wa wajumbe hao wa bodi ya wadhamini wa chama cha wananchi CUF. Alisema baada ya uamuzi huo wa mahakama, ni vyema CAG akafanya ukaguzi kwa bodi hiyo, iliyokuwa kambi ya mwenyekiti wa kafu anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba haikuwa halali Tumepokea kwa furaha uamuzi huu wa mahakama, umekata mzizi wa fitna wa madai yetu dhidi ya Rita. Nilishasema toka awali tutapokea uamuzi wote wa mahakama utakaotolewa. Ninaomba wanachama wa kafu wawe watulivu kwa sasa, wakati tukisubiri uamuzi wa mwingine utakaotolewa hapo Ijumaa. Maalim Seif Sharif Hamad alisikika akizungumza mbele ya wanahabari muda mfupi tu mara baada ya mahakama kutoa uamuzi huo. Kwa hivyo, hiyo ndiyo hali halisi iliyoko ndani ya kafu, lakini pia baadhi ya viongozi wa upinzani hasa CHADEMA Halima Mdee, umeona naye amenena hapo na mambo mengine mengi. Wameonekana sasa hivi upinzani wanapambana kuungana, kuna namna gani ambavyo wanaweza kaitoa CCM madarakani, swala so ambalo pia CCM uh, na wenyewe anaendelea kukomalia kwamba sisi ni sisi, tulianza tangu enzi zile na tutaendelea kushika dola, kwa sababu sisi tunawatumikia wananchi na hatujawahi kufeli na maendeleo ya wananchi wanayaona zaidi, wakijipambanua katika hoja ya utendaji kazi mzuri wa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Nini ni nini, nini? Tusubiri yakuitumacho tuone na tuendelee kufuatilia siasa za Tanzania. Sasa niambie maoni yako hapo kwenye sehemu kutoa maoni. Usisahau kusubscribe Gilly Bonny Online TV kwa habari nyingine kama hizi na nyinginezo. myoudaykili right. Bony online TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.